Ukiogopa watu dhidi ya kanuni ya Mungu it's failure. Ndio maana tunakoraidi hapo, nasikia au muziki huu ni wastani. Huu ni wastani uu, uu, nani anapima hiyo wastani? Pako, unataka mtu akuchoree i hapana, hey, hii hey, hapana no. Mungu ana bring principle, uuliza maandiko kama umechanganyikiwa, si uuliza neno la na Mungu linalozungumzia juu ya muziki tafuta usome, uone msiki mtakatifu ni upi. Umejua kusoma na kuandika, na unaweza ukawa access na vitu hivyo, lakini umeamua kufanya wanadamu ndio wakubagulie ili upate sababu ya kusema anayesema ni huyu. Hiyo, ni, hiyo ni, ni type of Ahab leadership. Kaona kule juu ya mlima moto umeshuka umekula nyama umekula kuni umekula mawe umekula maji kila kitu majivu. Halafu wale manabii wakashikwa wakauawa mtokishoni. Baada ya kupeleka habari kwa mke wake yule na kumwambia Mungu wa Israeli atimaye amekutukumbuka na mvua inanyesha na ameingia kati ya manabii wameuawa wa uongo. Jina la Mungu litukuzwe. Halafu yeye alipoulizwa anasema Elia, eh, amewaua manabii. Ili tu umchonganishe Elia. Na ole wako wende useme mchungaji Semba alisema, mimi sijasema is speaking to us. Mimi niliandika Danieli, mimi nasema, mimi nilisema ni ya kwangu haya na tunayosoma